Hapa ni mtaa wa Mbae Mashariki, manispaa ya Mtwara Mikindani. Niko katika shule ya msingi Muungano, ambako hapa siku za nyuma watoto walikuwa wanalazimika kutembea umbali mrefu kufata elimu ya msingi, lakini kwa sasa shule hii ya msingi hapa imekamilika na watoto wamekwisha anza kusoma katika shule hii ya msingi Muungano. Wananchi wa mtaa huu Mbae Mashariki wanaelezea namna ya shida ambazo walikuwa wanazipata watoto wao Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha huu mradi wa shule ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Awali ya yote hayo, kulikuwa na changamoto ya ujenzi wa shule katika eneo hili hapa. Watoto walikuwa wanatoka mbali kutoka hapa mbaye kwenda kupata shule. Shule kutoka hapa distance ni zaidi ya kilomita moja na nusu mpaka kufika eneo la shule, lakini kwa kilio chetu kupitia mwenyekiti ambaye ni Hamisi na mbunge wetu Hasani Mtenga ametuwezesha kuweza kupata hii shule. Kwa kweli kwanza, kwanza ndio tutuwapongeze serikali ya CCM ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutusaidia kwa hilo. Pia katika shule yetu tuna changamoto ndogo ndogo. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuhusu swala la maji. Maji ilikuwa ni changamoto kubwa katika hapa shule yetu, lakini kwa mwaka huu tumeweza kupata mradi wa maji ambayo maji yaweza kutumika kwa watoto hapa shule katika matumizi mbalimbali ya kunywa pamoja na kufanya shughuli za kumwagilia bustani na kadhalika. Kweli tunaishukuru sana serikali yetu ya awamu ya sita kuweza kutunanga shule yetu ya kisasa. Kwa sababu kwanza, tukiwa na changamoto, shule ya msingi ilikuwa iko mbali sana, kwana watoto walikuwa wanavuka barabara uwa chini, wanavuka lami, watoto wanagongwa na magari, wanagongwa na pikipiki. Hivyo tunaishukuru serikali yetu pamoja na mbunge wetu kuweza kutuletea shule kwa maana sasa hivi asilimia kubwa watoto wengi ambao wanazungukwa na ile eneo laaa wanasoma hapa. Pia kuna baadhi ya watoto wengine wanatoka upande wa piiani na ishuasoma hapa. Kiukweli hatuna mengi zaidi, kwa mradi ambayo tumepata, na kama hii madarasa yanaonekana ya kisasa, hatuna kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea miradi mbalimbali katika mtaa wetu ikiwemo mmojawapo wapo kwa shule ya msingi Muungano, mradi ambayo tulikuwa na changamoto nao sana kipindi kilichopita. Hatukuwa na shule ya msingi, kitu ambacho kilikuwa kina changamoto sana kwa watoto. Mtoto yuko wapi? Mtoto fuate, wengine huko wanafikira watoto wanapotea changamoto kwa nyingi, yaani kitoto kwa mtoto mdogo, maana yake lazima umsindikie shuleni. Lakini sasa hivi kwa sababu tumepata shule, maana yake sasa watoto wako hapa shuleni na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa juhudi ambazo wamezifanya kupitia mheshimiwa mbunge, lakini pia kupitia diwani wetu, lakini pia kupitia kwa mkurugenzi wa manispaa ambaye ametumia nguvu kubwa na yeye kwa nafasi yake na wananchi wote wa Mbae Mashariki, kwa sababu hatua ya kwanza, maana yake tushirikisha wananchi. Wananchi nawaonya wakajitolea kwa nafasi zao kufanya hiyo kazi, kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini ukiachana na mradi wa shule ya msingi Muungano, tuna, tuna miradi mingi ambayo tumeletewa na mheshimiwa rais pamoja na mheshimiwa mbunge pia pamoja na madiwani wetu na mkurugenzi wetu wa manispaa, miradi ambayo imeletewa hapa, maana yake tunapata mradi mradi wa maji ule wa bilioni 19 ule kwetu, tumepata mradi wa maji, lakini pia tulipata mradi wa visima vya maji na masamia. Visima vile vimechimbwa, bado ukamilishaji, tukatoa ya mwisho uobakia sasa hivi, maana yake ni kuweka ile tanki la maji pamoja na pump. Lakini pia uchongaji wa barabara, tulifungua barabara kadhaa katika mtaa wetu, lakini sasa kwa sababu ya miundombinu ya mvua barabara zile zimeharibika, lakini mwezi huu unaofuata maana yake ukarabati utaanza ule wa barabara, lakini pia kuna mradi mwingine ya urasimishaji wa ardhi, na mradi wa urasimishaji wa ardhi wa bure, watu wamepimwa viwanja vyao, wamerasimisha, na hivi sasa hivi tuna mchakato wa kuzigawa zile namba za, za viwanja katika watu ambao wanamiliki viwanja vyao pale. Tuko pale ofisini, kazi inaendelea ya kugawa zile viwanja, mradi ambao ni mkubwa kabisa eni ndio tu ambao waliopita hapo walifanya mambo yao wakafanya, lakini sisi tumefanya hivyo, lakini pia tumepata miradi mingine ya, ya, miradi hii ya, kuwasaidia watoto wa mazingira hatarishi, lakini pia tukapata mradi wa TASAF. Kwa hiyo e, mradi iko mingi, tunashukuru serikali. Serikali imefanya kazi kubwa kwa nafasi yake, na sisi tunashukuru kwa nafasi yetu, na hata wananchi kwa nafasi yao wanashukuru kwa sababu maendeleo wanayaona moto zipo lakini kidogo kidogo zinaisha tu, na kwa sasa tunaomba, tunaomba viongozi wetu wa ngazi za juu watusaidie angalau shule moja ya sekondari, itakuwa imetusaidia sana, lakini pia tuna mradi mkubwa mwingine wa zahanati ya ufukoni. Sasa hivi inabadilishwa na ku, na kuwa kituo cha afya, watu wanatibiwa pale, maeneo mbalimbali wanatibiwa pale, maeneo mbalimbali. Kwa hiyo vitu ambavyo vimetusaidia kupitia viongozi wetu wa serikali, lakini na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo nashukuru sana, kazi kubwa imefanyika.